Jimbo hili la Bungoma la kikatoliki na leo tumejumuika hapa katika misa ya kumalizia mwaka wa kikundi cha Young Catholic Adults. Kikundi hiki kinahusisha vijana kati ya umri wa miaka ishirini na minane hadi thelathini na mitano na wale ambao hawajafikia umri lakini wameshaingia katika ndoa. So leo tumekuwa tunazungumzia juu ya kuwa na uhusiano wenye mafanikio, wenye maana na hili limetupa mwanga kwa ajili ya hawa vijana tunaolea ya kwamba kuna eh, nafasi kubwa sana ya hawa kuweza kuonyesha umaana wao katika jamii. Na mimi ningependa tu kuwatia moyo kwanza, kuwashukuru kwa jitihada wanazoweka katika mambo yao ya kila siku, na kuwakumbusha kwamba kama taifa na kanisa tunawahitaji sana eh, mara hii, wakati huu kuna yale ambayo yanaendelea eh, tunawahamasisha waweze kujitokeza na kuwa kipaumbele katika mambo ya kujisajili kupiga kura, kwa ajili itawapa sauti ya kuleta mageuzi na kufanya yaliyo bora katika taifa letu. Na pia wengi wamefunga wako nyumbani kwa ajili ya likizo, na tunasihi waweze kujihusisha na mambo ya manufaa, waweze kuwafaa wazazi wao katika kilimo na katika shughuli za kila siku kama kanisa tuna mipango mingi sana juu yao. Tuna mashindano ya michezo ya kuigiza na nyimbo, kuna mipira na pia semina ambazo tutawafanyia ili tukaweze kuwa katika njia inayofaa ya imani yetu, na tuna, wahi, tuna wasihi wazazi pia wasiwaachilie, wawape mwelekeo wawape maelekezi katika malezi ili watende yanayofaa. Katika young Catholic adults of, of um, these uh, this group is a combination of people from the age of 27 to 40 and it is a group it is a group that is uh, supporting the church assisting the church church no, different uh, perspectives in different aspects. mnisaidie, elezee jamaa bwana

join the church wherever we, whichever the church it is uh, so that we can be uh, brought up in a very uh, best way, in the very positive way, na tuwe na maadili ya kikanisa tuwe na maadili mazuri kulingana na eh, mienendo ya kanisa vile inaendeshana. Rais wetu kwa ajili ya kutu, uh, kutu tolea ile mambo ya pesa ya nyota ambayo amelochi jana pale Kakamega. Kwa sababu nasema hivyo, kwa sababu tunaisupport, kwa sababu uh, ukiangalia, ukitazama, hata hawa vijana ambao tuko nao hapa, wengi ni wanabiashara, wengi wako katika ile nafasi ya kufanya biashara. Kuna changamoto ambayo tunako nayo uh, mara mingi na kuanga mambo ya fedha kwa hivyo tukiwa na nafasi ya kupata fedha kama vile rais ame launch siku ya jana, uh, tunakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupata kile kidogo ambacho tunaweza pata, na tuweze kujimudu, tuweze kuanza biashara katika nafasi ndogondogo -ndogo, ili tuweze ku, uh, kujieneza kimaisha na kwa njia nyingine nyingi, na support even to support the church. Tunaweza pia kusaidia kanisa na tusaidie uh, watu wengi katika society yetu kwa njia moja au nyingine, na pia tuweze kujimudu na tujisaidie sisi. Je, ujumbe ujumbe wa father ukiangalia kulingana na mahubiri yake inamaanisha nini? Ah, uh, ujumbe wa father ulikuwa mfupi, um, sana. Eh, lile jambo ambalo alisema ni ya kwamba tuweze katika nafasi yetu, katika nafasi yetu kama vijana tuweze eh, kusapoti hata wazazi wetu nyumbani kulingana na misa hii vile ilivyokuwa eh, ya kwamba tuweze kusapoti wazazi wetu, tuweze kusimama nao kwa njia moja au nyingine, tusiweze kuwasahau ili tuweze kuchanganyika na mambo ya kidunia na tusahau ya kwamba tuko na wazazi nyumbani. And today we the youth young Christian adult has, have met here for spiritual nourishment and today we have been taught about meaningful relationship. We have been taught on how to make our relationship to be better on how we should dwell on the roots and not on the leaves and branches because

We should be the roots. Tuchunge tusikauke kama mizizi kama miti tumwage matawi and there now, now that nataka kuambia vijana, tukirudi nyumbani tukue kielelezo. Yule father amesema tukue mbele, tumefichwa at least tutoe sauti na tuonekane kwa community, and nilikuwa nataka kuambia wachitie moyo, kwa sababu kuna wengi wanakata tamaa wanasema maybe hiyo beneficiary ni ya uongo na pia ilikuwa na upendeleo kuna wengine tulienda tulipata message lakini, ukienda unaambiwa message yako itafika. Kwa hivyo wale ambao hawajapata ngoja wakati mwingine, na wale ambao wamepata, wale ambao wamepata tu wanaenda mafunzo. Mimi sijapata binafsi, tulienda lakini si kufaulu. Kwa hivyo wale ambao, ambao wanaenda mafunzo, mafunzo wakipata hiyo pesa watumie vizuri.